Wakati sekeseke seke la uchaguzi mkuu wa shirikisho la mpira wa miguu Tanzania TFF likiwa linashika kasi, ikumbuke siku chache zimesalia kuelekea kwenye uchaguzi huo mkuu. Kumekuwa na habari nyingi kwelikweli kuhusiana na uchaguzi huo, hususan kwenye sehemu ya nafasi ya uchaguzi wa rais ya TFF ambayo iko chini ya wales Karia. Karibu sana, mimi ni Sostenes Ndunguru, nyuma ya kamera yuko Juma Koba. Nataka tuzungumze kidogo kuhusiana na huo uchaguzi wa TFF ambao umepangwa kufanyika hivi karibuni. Ikumbukwe e, e, kwenye mkutano mkuu ambao ulifanyika pale Moshi e, wajumbe wa mkutano mkuu wote waliadhimia kwa pamoja kwamba urais huo e, wao wamekubaliana wamsimamishe mgombea mmoja peke yake ambaye alikuwa ni rais e, Wallace Karia, lakini baada ya, baada ya uh, kutangazwa uh, kutangazwa uh, nafasi za kuchukua fomu za kugombea kinyang'anyiro hicho tumeshuhudia watu wengi wakiwa wamechukua fomu na uh, stori kubwa zimekuwa ni endosment uh, ya kwamba uh, endosment ni wale uh, uh, taasisi zile ambazo za kuunga mkono ku, au kumsapoti yule mtu ambaye anaenda kusimamia uh, au ameenda kuchukua fomu ya kugombea urais wa TFF na nikuambia tu mpaka wakati huu, uh, yako majina kadhaa ambayo tayari yameshatajwa kwenda kugombea nafasi hiyo, sio kutajwa, wameshathibitishwa kwamba wamechukua fomu ya urais wa TFF. Uh, pamoja na kwamba mkutano mkuu ambao ulifanyika pale Moshi waliadhimia wote kwa kauli moja kwamba wamsimamishe uh, mgombea mmoja tu ambaye ni Rais Wallace Karia. Niko hapa kwa ajili ya kukupitisha kwenye uh, majina ambayo tayari yameshathibitisha yamechukua fomu ya uraisi wa TFF uh, mpaka muda huu. Jina la kwanza ambalo tayari limeshathibitisha kwamba limechukua uraisi wa TFF ni aliyekuwa mwenyekiti wa Young Africans Dr. Mshindo Msola Mbete. Yeye tayari ameshachukua rais wa kugombea nafasi ya TFF ambayo leo hii alimtuma mwanae akarudishe fomu hiyo pale makao makuu ya TFF, na amethibitisha kwamba kwa upande wake yeye tayari ameshapata endorsement ambazo zinahitajika zote tatu ameshapata, kwa hiyo kila kitu kiko sawa vizuri kabisa, kwa hiyo e, Mshindo Msola ana imani kabisa kamati ya uchaguzi itampitisha mpeleke kwa wajumbe e, akanyanga akagombanie kwenye kinyanganyiro hicho cha nafasi ya urais wa TFF. Lakini licha ya au kiachana na Dr. Mshindo Msola, Ali Mayai Tembele naye pia amethibitisha e, tayari ameshachukua fomu hiyo, na leo asubuhi e, alifika pale TFF akiambatana na, na rafiki yake e, Dominic Salamba wote e, wakisindikizana kwenda kurudisha fomu hiyo, Uh, ya kugombea urais wa TFF. Lakini mtu mwingine ambaye yeye amethibitisha atachukua fomu hiyo ni uh, Shija Richard uh, huyu naye ni miongoni mwa watu ambao wamethibitisha kwamba wanakwenda kuchukua fomu ya kugombea urais wa shirikisho la mpira wa miguu Tanzania TFF. Lakini yuko pia uh, engineer Mustafa Himba na huyu tunakumbuka jana amezungumza sana na vyombo vya habari akilalamika kuhusiana na issue endorsement. Uh, kila ambapo anajaribu kwenda uh, kuomba endorsement tayari anaambiwa kwamba endorsement uh, wameshampatia mtu, na ikumbukwe, uh, hakuna uh, sehemu ambayo endorsement inaruhusiwa kutolewa kwa mtu zaidi ya mmoja. Kwa hiyo engineer Mustafa Himba naye ni uh, moja ya watu ambao wamechukua fomu ya kugombea urais wa TFF. Eh, hapo ndipo tunakuja sasa kwa president mwenyewe Wallace Karia. Kwa hiyo mpaka sasa hivi watu watano ambao tayari wameshachukua wameshathibitisha kuchukua fomu ya eh, kugombea urais wa shirikisho la mpira wa miguu Tanzania eh, TFF kwa mwaka huu 2025. Eh, sakata limekuwa ngumu kweli kweli, hususan kwenye eh, kipengele hiki cha endorsement ambacho kila mgombea anapaswa uh, kuwa endorsed, eh, na, na, na shida ambayo ina, inaonekana ni endorsement nyingi tayari imeshatumika na kwa mujibu wa Mustafa Himba, jana akizungumza na waandishi wa habari, alisema kwamba endorsement ambazo nchini kwetu zipo ni endorsement 47, na tayari inasemekana kuwa kwa taarifa alizonazo yeye endorsement tayari imeshachukuliwa. Na aliweza kuzungumza mambo mengi kwa kweli, lakini hizo zote ilikuwa ni sakata e, la, la uchaguzi mkuu ambao umepangwa kufanyika hivi karibuni, lakini pia wajumbe mbalimbali ambao wanagombea kwenye nafasi ya kamati ya utendaji ya TFF tayari nao wameshaanza kurudisha uh, fomu zao, uh, tayari kabisa kwa kwenda au uh, kusubiri wakati wa uchaguzi ufike. Lakini sehemu kubwa ambayo watu wengi wanaitazama na wanaisubiri kwa hamu ni sehemu ya urais wa TFF ambayo ilitangazwa kwamba mgombea atakuwa mmoja tu Wallace Karia, lakini cha kushtukiza au cha kushangaza baada ya kutangaza kwamba dirisha la kuchukua fomu za kugombea urais liko wazi, wamejitokeza watu wengi kweli kweli, kama ambavyo tumeorodhesha uh, mshindo Msola yeye, yeah, amechukua fomu. Ali mayai Tembele amechukua fomu, lakini Shija Richard amechukua fomu, injinia Mustafa Himba amechukua fomu. Hawa watu wanne ambao wamejitokeza kwenda kuchukua fomu wametoka wapi jamani? eh, wakati watu walikisha kubaliana kwamba mtu ambaye atachukua fomu awamu hii ni President Wallace Karia, na walisema sababu ya kwamba wanafanya hivyo kwa sababu makubwa ambayo ameyafanya eh, makubwa ambayo ameyafanya President Wallace Karia kwenye mpira wa Tanzania. Nakumbuka, nakumbuka mwenyekiti wa klabu ya Simba alihoji eh, mtu ambaye atataka kwenda kuchukua fomu ya urais wa TFF yeye anataka tuletee nini? Kwa sababu Karia ameshafanya yote eh, kila kitu ameshakifanya fomu hao ambao wamechukua fomu hao akina Mshindo Msola, akina akina Ali Mayai, akina Shija Richard, akina Mustafa Himba uh, e, watamjibu nini e, mwenyekiti wa Simba Murtaza Mangungu ambayo alihoji kwenye mkutano mkuu yule ambayo atajitokeza kwenda kuchukua fomu ya urais wa shirikisho la mpira wa miguu Tanzania yeye ataenda kutupatia nini? E, lakini pia President wa Young Africans E, naye pia aliafiki kwa pamoja kwamba anamuunga mkono President Wallace Karia kwa sababu amefanya mambo makubwa, na waliyataja baadhi yao ikiwepo na, na, na, na, na, timu ya taifa tumeshuhudia imekuwa ikifuzu kwenye Afcon e, lakini pia tumeshuhudia vilabu vya Simba na Yanga vimefika mbali kwenye kombe la shirikisho barani Afrika, wote wao wakionyesha kwamba ni mchango wa President Wallace Karia, lakini waliweza kuorodhesha pia ubora wa ligi yetu umepaa mpaka kufika nafasi za juu kabisa eh, eh, kwenye ile msimamo wa ligi bora barani Afrika. Lakini pia walitaja eh, Tanzania kupewa nafasi ya eh, chan eh, kuhost kuandaa mashindano ya chan wakishirikiana pamoja na Kenya na Uganda eh, wao waliamini kwamba bila eh, kazi ya President Wallace Karia basi haya yote tusingeweza kuwashuhudia. Lakini cha ajabu, wamejitokeza wa watu ambao eh, nao yawezekana kuna mchango mkubwa ambao watauonyesha kwenye mpira wetu, lakini swali ambalo nataka niliache kwako, je, hawa watapitishwa na kamati ya uchaguzi? Mshindo Msola anasema anasema endorsement anazo, fomu ameshachukua, lakini kamati ya uchaguzi ana nafasi ya kuchuja. E, kamati ya, u, ya, ya uchaguzi inapokea majina mengi, alafu baadaye inachuja, inakuja kutoa majibu. Jamani, uh, tulipokea fomu saba mgombea huyu huyu na huyu na huyu na huyu , lakini waliokidhi vigezo ni wagombea wawili au mmoja. Je, hawa ambao watano wanne wamechukua fomu, kamati itasema nini? Watakizi vigezo eh? Au kamati naweza ikachuja karuni na jina moja tu la president wale sikaria eh, au wengine wote, kwa sababu kamati ndio ina mamlaka ya kumpitisha ambayo inaona huyu sasa tumpitishe, aende akapige kampeni sasa kwa kwa wajumbe, kwa aombe kura. Sasa mimi na wewe sote tunasubiri, je, hawa ambao wamechukua fomu ya kugombea urais wa TFF watapitishwa na kamati ya uchaguzi ya TFF e, ambayo ndugu e, yetu Mustafa Himba anasema imeulagai ime umma e, kwa kutangaza nafasi ya kuchukua fomu za uchaguzi wakati wanajua kabisa endorsement zote zimeshatumika. Na Himba alitoa tazari yake jana. Injinia Himba alisema laki tano yake haiwezi kupotea bure, yani unatangaza E, unatangaza kwamba dirisha la kuchukua fomu liko wazi, wakati unajua endorsement zote zimeshatumika. Yeye laki tano yake iwe kama ametoa sadaka TFF. Yeye anasema hawezi, hawezi, hawezi kuiacha laki tano yake e, ipotee bure kwa bwana. Hizi ni, ni, ni story za uchaguzi ambazo zinaendelea hivi karibuni. E, watu wamejitokeza nao wanataka urais wa pale TFF na tusubiri eh, nini ambacho kinatokea. Bwana, mimi ni Sostenes Ndunguru, nyuma ya kamera alikuwa Juma Koba. Bwana, kwa heri, endelea ya kufuatilia eh, Rick Media.